Kutengeneza website kwa kutumia AI ni simple sana. Fuata mambo yafuatayo na utaanza kwa kuingia GitHub. Kwenye GitHub, utatengeneza account kama hauna na ukishatengeneza account uta log in. Nimesha log in kwenye account yangu ya GitHub, haina kitu. Ukishaingia kwenye GitHub, utaenda kufungua tab nyingine tofauti, na kwenye hiyo tab fungua Lovable AI kama ilivyoandikwa hapa juu Lovable.dev linki itakwa kwenye description. Ukiingia huku utajiunga, uta, uta pia kwa akaunti yako ya email manake Gmail na kisha kisha ingia, utakutana na sehemu ya kuweka maneno ambapo utaandika maelezo mengi maelezo marefu kuhusiana na kitu gani unachokitaka na website hii, ni huku unatengeneza website iliyokamilika ambayo inaweza ikafanya chochote kile. Ukitaka utengeneze website inayofanana na WhatsApp. Ukitaka utengeneza website inayofanana na na Instagram, watu wanaweza kajoin wakaposti. Au unataka utengeneze website labda ya mikopo, mtu anaweza kaingia kajoin, akaona ya mikopo yake akaomba ya mkopo. Vyote unaweza kutengeneza huku, ni wewe kuieleza AI unataka nini. Usiogope, uliza chochote itakutengenezea, kama haitoweza itakwambia, lakini karibia kila kitu kinachoweza kutengenezwa na developer wa kawaida AI pia inaweza sasa na unaweza kuandika kwa Kiswahili kwa sababu inaelewa lugha zote. Kwa hiyo, andika kwa Kiswahili, hakuna haja ya kuandika English. Andika kwa Kiswahili unachokitaka, itakutengenezea. Na mimi nisha press hiki kitu. Ah, uh, nimeshatengeneza project nyingi na hii ni mpya ambayo naianza. Project hii nataka tu ki, ki website ambacho naweza nika, nika nika track routine ya siku nzima hivyo. Sasa, ikanipa information nyingi hizo, ikatengeneza kama unavyoona hapa, inaandika ad routine tracking app, imeshatengeneza app na app yangu ndio hii, same hii hapa unayoiona. Nikigusa hapa juu, ina shift inakuwa app ya mobile kama hivi. Inakuwa application ya kwenye mobile na kuna kitu iliniambia hapa mwishoni superbase, kuna batani hapa iko connect na superbase Account ni sehemu ambayo inakupa servers unaweza ukazitumia kutunza data. Maana yake mtu aki sign up mtu aki join kwenye kama ni website yako au mtu kama amefungua account labda umefungua, umefungua website ambayo unataka uwe una, una post bidhaa, mtu anaweza kanunua, hivyo vitu vyote vinatakiwa viwe sehemu fulani vimetunzwa, na hiyo sehemu inayotunzwa ndio Supabase. Kwa hiyo inabidi uconnect na Supabase, unaona imesema hivi. Au maybe unataka utengeneze website ambayo utakuwa na posti vitu afu watu wanaviona, inabidi pia uconnect na Supabase, utaenda connect na Supabase, utagusa tu hapa connect Supabase account. Ile project ya mara kwanza lizingua, na nimecreate account mpya, nimeendelea huku kitu ambacho sikukifanya ninakwenda kukifanya huko. Process ni zile zile nita authorize hapo, ita connect to Supabase. Lakini kosa nilolifanya mda ule ni kwamba niliconnect, lakini sikuendelea kukonnect. Ukisha connect, inabidi gusi tena hapa, imeandikwa connect ukisha connect na hapa ndo itakuwa imeconnect kabisa. Ni kitu ambacho kinaza ukajisahau, lakini make sure umekumbuka kabla hujaendelea kuchat, na nitakuandika kabisa superbase connected. Ona, nikisha connect naiambia kwamba tayari connected, fanya mambo mamboy ya, yaani, unaweza ukaiambia tu tayari connected fanya unachotakiwa kufanya, inafanya mambo yake hapo, inajua yenyewe inachofanya ni nini. Kuconnect na Supabase ni kitu cha kwanza kitu, kitu cha pili ni kuconnect na Github alafu tunamalizia kitu cha tatu, hapo itakuwa imeshakamilika kabisa, ni website ambayo iko tayari kwa matumizi. Uh, ikishaunda hii script ya kwenye Supabase uta apply changes ambapo ita ingiza hizi script kwenye Superbase bila wewe kugusa, kwa sababu tayari ni connected. Kwa hiyo inaweza ika, ika access moja kwa moja kwenye Superbase. Kama umeunda website huku, kuna vitu ambavyo unatakiwa utunze, kama information za mtu anayejiunga, information za vitu vinavyopostiwa, inabidi viwe sehemu fulani na hiyo sehemu ni moja ya Superbase, pia inafanya kazi hiyo. Na Superbase ina kifurushi cha bure ambacho tunatumia, ambapo hakuna shida yoyote na unaweza ukafanya bila kulipia kitu pekee ambacho utalipia kwenye process hii ni viwili. Cha kwanza utalipia kwenye Lovable. Hapa natumia sehemu ya bure, lakini shida ya sehemu ya bure inakuja na vitu viwili. Unaona hizi tokeni tano napewa kila siku, hizi credit, credit tano, na credit za mara ya kwanza ziliisha, ndio maana project nilishia njiani nimekuja kuiendeleza huku nimekopi maneno ambayo niliyapesti pale, nimekuja kuyapesti kwenye akaunti mpya, na hii ni projekti mpya kwenye akaunti nyingine nimeunda, lakini napewa kredit tano kila siku. Kwa hiyo nikitaka pia ni take slow, naweza nikaedit leo, kredit zikiisha naendelea kesho, hivyo hivyo. Lakini pia shida ya projekt, ya shida ya kutumia bure ni kwamba projekt inakuwa public. Naona hii alama ya dunia hapa ni kwamba project ipo public, mtu anaweza anaeza ka remix au akai copy. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna ume, mtu umetengeneza kitu kinachofanana na chako, kwa sababu, huku. Yeah, kifurushi chao ni kama elfu sitini na nane, kwa sababu amekikuta anakutengenezea website ambayo haina mambo mengi unayoyataka na, na sio nzuri lakini huku ukilipia hiyo 68 unatengeneza website yako unayoitaka, na inakamilika kabisa, na kitachenda kitachobaki labda ni mambo ya domain, na nitakwenda kukuelekeza kuhusu domain na mambo ya ku deploy. Na kama unavyoona tayari, hii ni website ambayo imekamilika, naweza nika sign up naweza nika sign in, na idea, idea yangu ilikuwa ni kwamba ni website ambayo ina track ina track maisha yako ya kila siku, kwamba una set kwamba masaa kadhaa nitafanya kitu fulani, masaa kadhaa nitafanya kitu fulani, then unacheck kama umefanya au umebaki muda muda kiasi gani mpaka kumaliza project au task fulani. Sasa hii imeshakamilika kila kitu, kilichobaki ni kuipeleka hewani. Ngoja nikuonyeshe ninavyofanya kazi, nimesha sign up na kwenda ku sign in na mtu yote anaweza kutumia akatumia hii website aka sign in pia akaweka taski zake. Hapo kuna taski za mfano lakini ata edit au ataweka zake, na kwa mfano ni muda wa ku sleep ni masaa nane mfano, masaa masaa mfano ameshaweka kabisa atamia start ku count down hapo. Ok, sasa nataka nikuonyeshe vitu vilivyobaki, vilivyobaki ni hivi viwili kupublish cha kwanza na na ni kuconnect na GitHub. Utagusa sehemu ya GitHub hapa, utagusa connect GitHub. Turisha tengeneza account ya GitHub. Turisha sign in. Uta connect na GitHub. Lengo la kuconnect na GitHub ni kwamba project yako inatolewa ndani ya Lovable AI inapelekwa sehemu zingine ambapo ni GitHub. Sasa utalink hapa na utakuwa na uwezo wa kui deploy popote unapotaka. Link new GitHub organization. Okay, ukisha link utaenda sehemu imeandikwa transfer project. Transfer project utachagua akaunti yako ya GitHub ita transfer project. Ukisha transfer project, unakuwa na uwezo wa kufanya chochote, na tayari nimesha transfer na tayari ipo connected. Tunachokwenda kukifanya sasa ni hiki hapa, kwanza nitai preview hii hii hii website, utaenda kwenye publish uh, publish, utapublish hapa kuna issue kidogo, najua ni kwa sababu ya connection ya Supabase unaweza ukacheki ukafix, simple, anakuelekeza namna ya kufix, una click button na publish hii website ikiwa na domain hii. Kwa hiyo hii link akigusa mtu anaenda moja kwa moja kwenye hii website, na nikigusa hapa naenda kwenye hii website, lakini angalia linki ilivyo ndefu na wanaamua wao wakupe linki gani, ndomana amenipa hii linki imeandikwa clockwork life tracker lovable app. Pia kuna haka ka nembo hapa chini. Hii ni nembo ambayo lazima iwepo kwa sababu ni bure tu, natumia bure, lakini nakwenda kufanya hivi. Kwa kuwa nimesha connect na GitHub, nitaingia kwenye GitHub. Kumbuka jina la ile link ni, hii hapa, ni Clockwork Life Tracker. Utagusa hiyo repository, akaunti yako ya GitHub ndio hii. Project ndio hii hapa. Kila kitu kipo huku, kodi zote ziko huku. Kwa hiyo umetengeneza website na umechukua kodi zote zinazotakiwa. Unachokwenda kufanya ni kuzideploy. Ito deploy vipi? Utaenda sehemu inaitwa to deploy wapi? Nimedeploy website kwenye kwenye Vercel na kwa bahati iliyo mbaya nilisahau kurecord. Sasa proses za kudeploy itabidi nizirudie, japo hapa nimesha deploy. Kwahiyo proses nakwenda kuzirudia kama ifuatavyo: ukiingia kwenye Vercel huku pia itabidi uconnect na GitHub. Vercel ni website, utaingia uta connect na GitHub. Kwenye ku add new project utaenda kuchagua adjust GitHub permission. Ukienda kwenye ku adjust GitHub permission, ukienda kwenye ku adjust GitHub permission, permission. permission, utakutana na kitu kama hiki, utagusa all repositories kisha utagusa save. Ukisha gusa, ukisha gusa save. Utaona repository zako zimeingia hapa. Inabidi ukumbuke jina la ile project, kwa mfano inaitwa yuka clockwork au kitu kama hicho. Kwa hiyo ndio hii hapa, utagusa import. Ukigusa import utagusa deploy. Ukishagusa deploy utakuwa umemaliza. Project yetu ndio hii hapa, tumesha deploy na pia umetupa link nyingine project yetu na kisha umetupa linki nyingine. Na ukigusa hii link unaenda moja kwa moja kwenye project uh, website yetu ndio hiyo. Lakini ukitaka uwe na linki yako mwenyewe kwa mfano, labda iitwe jina lako .com nini kitu fulani, utaenda kwenye sehemu imeandikwa domain utaenda kwenye domain hapa, kama unavyoona wametupa hii. Kwa maana yake mtu akiandika hii link atatua kwenye website yako uliyoitengeneza, lakini ukitaka uweke ya kwako mwenyewe binafsi, unaona kuna sehemu imeandikwa buy domains au add domain Utaenda kwenye by domains, kisha utaandika jina la domain yako. Ukigusa by domain, utaenda sehemu ya kubuy domain uh, utaandika, utaandika hapo domain yako, kwa mfano unataka itwe labda, nataka itwe itwe maisha daily com, maisha daily com, hii ndo nataka iwe website yangu. Yaani mtu akiandika maisha daily com, anaenda sehemu ile ambapo ana sign up, anaanza kutrack harakati zake za kila siku bei yake ndo hii kwa mwaka. Uh, utaenda utabai, kubai ni simple. Utaweka kadi yako hapo, Visa au Mastercard, utanunua. Ukinunua hiyo, hiyo domain ita connect moja kwa moja na website yako. Lakini kwa sasa hivi, kwa kuwa tunafanya majaribio Acha kwanza tu cancel. Najua umeshaelewa kwamba kilichobakia cha mwisho ilikuwa ni kununua domain. Sasa domain yangu walionipa bila kununua ni hii, ngoja nirudi kwenye domain yangu ya kawaida ambayo sijanunua. Domain yao walionipa ni hii hapa ambayo ni ndefu sana na pia ni ngumu mtu kuikumbuka, clockworklifetracker.vercel.app ukiingia unafika sehemu kama hii. Ngoja ni weke mobile. Hii ndo site niliyotengeneza na uh, u una sign up. Una sign in, una sign up. So ngoja ni sign in, kwa sababu tayari na account, kwa mfano Ah, nimesha sign in. Na nime allow notification kwamba nitakuwa napata notification, notification task itapoisha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii ndo account yangu na task inayotaka nianze maybe kama unavyoona hii ni idea ambayo nimefikiria chapchapu na imekuwa ni idea ya kweli na ni website ya kweli. Kilichobaki ni domain na unaona sasa hivi hakuna ile alama ya chini hapa kwamba sijui unatumia Lovable bure. Kwa sababu usijaavable unaona, hii link ya clocklife tracker.vercel.app, kwa sababu nimedeploy kwenye Vercel. Kwa hiyo Vercel wamenipa domain yao, lakini muda ule ni deploy kwenye Lovable wenyewe na Lovable pia wakanipa domain yao, lakini domain ya Lovable ilikuwa na nembo, ndio maana hapo unaona hii ni clock work life tracker.lovable.app kwa sababu huku nime deploy kwenye lovable. Hatutaki ku deploy kwenye lovable, tunataka tu deploy kwenye vercel.com na vercel ni bure ku deploy hii ni website moja, ile imedeployiwa sehemu tofauti, huku kuna kanembo na huku kwenye vercel hakuna nembo, na ni website imekamilika. Ukilipia domain, unaweza kuambia tu watu watembelee maybe tembelea website yangu inaitwa kitu flani.com. Na unaweza kutengeneza labda ni ya mikopo, ni platform ya uwekezaji uh, kazi kwako. Na kitu kimoja kinachobakia ni kwamba kwenye video inayofuata nitakuelekeza jinsi gani ya uh, kuconnect na AdSense na kuconnect na Adsterra kama unataka kuweka ads ndani ya website, au pia nitaelekeza na kitu kingine kuconnect na Google Search. Ili mtu akisearch kwenye Google awe anakupata, sio mpaka andike linki yote. Na pia kuna website naiandaa itakuwa na yanda, vitu muhimu ambayo pia nitaipost na nitaelekeza namna gani, nitaonyesha namna process navyoiandaa website hiyo. Nitatumia njia hii hii, hakuna jipya. Unaweza kutumia njia hii hii kupiga pesa kutengenezea watu website fresh kabisa, lite developer. Ukishajua mbinu hii, hakuna ataijua kuwa umetengenezea AI kwa sababu website itakuwa perfect. Thanks for watching, na mimi naitwa Vinei, hii ni Vinei TV, na haya ndo mambo ambayo tunafanya.